Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Askofu Michael Msonganzila wa jimbo Katoliki la Musoma nchini Tanzania na haya ya kusema: niendelee kuwaomba kusali sana, tusali katika jumuiya zetu, tusali katika familia zetu, kwa ajili ya uchaguzi pia wa Baba Mtakatifu. Huwa kuna migongano mingi tu, huwezi ukajua hata michakato mingine, kampeni zinaweza zikafanyika. Sisi tusali tu, kampeni yetu awe ni Roho Mtakatifu, atuangazie vizuri, tumpate Baba Mtakatifu. Ni mbaya sana kuwa yatima, tunamhitaji huyu kiongozi. Tusali pia kama tulivyosikiliza kwenye maombi kwa ajili ya uchaguzi, mwaka huu uwe ni wa amani. Nadhani mlisikia kwamba katibu mkuu wetu amepigwa amejeruhiwa sana, na kweli alipigwa na kitu kigumu sio cha ncha kali kichwani. Na baadaye jana ikatoka kwamba baraza la maskofu limetoa tamko na watu wasi, wasijihusishe na uchaguzi. Hapana, tamko hilo sio rasmi, ni watu wameingia mtandaoni wakaandika wenyewe. Hata hivyo, yaliyomo mle yanawagusa watu, wengine wamesema hata kama sio rasmi, lakini yaliyomo huo sisi tunayapokea kama rasmi. Sasa naomba kila mmoja apokee kwa akili yake lakini mwaliko kwamba tusali kwa ajili ya amani ya nchi yetu na uchaguzi, hicho ni kitu cha kweli.